Kiatu cha Migori itakuwaje basi? Rais alianza kutandikwa kiatu, walalayaye Ndugu bradha, wapenzi watazamaji, kwa nini Ruto atandikwa kiatu stari kama hiyo? Mwanzo kimejaa vumbi, dizaini kwamba, basi mtazamaji, amini usiamini, kinaleta homa walala yaye. Na hebu, this time round, kama basi wewe hujaweza kutulia mahali ambapo ni standby, itabidi uweze kuchukua maposition mwanzo, na tukuje kuona ukweli wa mambo. Shasha ni kwenye route za mwanzo mwanzo, kama ukipenda ni kwenye ruti za introduction. Surely ah, surely title ay horror cinema mardadi pozi a ah, tena pozi a ah, pozi kibisha

Mtazamaji kwanza, hebu tukuje kuona kiatu ambacho kiligonga Ruto. Cheki inta ndio hicho shashana. Ai, itakuwaje kiatu kama hiki? Basi kiko Migori waleleyaye na mtazamaji, uko ilio, mambo ni kwamba hiki kiatu kiliweza kutumwa ama kilirushwa kisaitani kare, ni kumaanisha akikurushwa basi na mkono ambao ni wa kawaida waleleyaye. Maskini wa Mungu Ruto, itabidi uweze kuchunga sana. Mwanzo kiatu chenyewe basi kimevaliwa na watu wa zamani zamani zamani zamani ya kale, na mwanzo mwenye alikivaa cha kwanza anaitwa Kenyonyo. Walelea, yeah. Ai, mtazamaji kiatu kimerushwa ki kisaitani kare. Nikumaanisha basi hakuna mtu ambaye aliweza kuona kikikuja, kikapepea seri kama hiyo, na kikaweza kuzuiwa, na Ruto ndiye aliweza kukizuia. Lakini nikumaanisha hiki kiatu, mtazamaji kiko na ujumbe fulani. Ujumbe gani huo? Kikosi cha wanapolisi utakuja kuwapata. Mwanzo, mtazamaji Mtazamaji, hii kwanza ni onyo kwa polisi wote. Unaona, nyinyi wote mapolisi ambao basi mnaenda mkisimamisha watu, mnawaambia oya, eh hebu e, pande hii upime kiatu. Mnapimisha watu kiatu, alafu kikitoshea mnawakamata. Hiyo ni onyo mwanzo. Hiki kiatu kiko na nguvu za kisaitani kali.